Shughuli katika barabara kuu ya Jogoo hapa jijini Nairobi zimetatizika baada ya baadhi ya wenyeji kufanya maandamano kupinga mradi wa nyumba uliosimamiwa na shirika la reli nchini kwa ushirikiano na Benki ya Dunia. Mradi huo ulipania kuwapa makao badala wananchi wanaishi katika maeneo kando kando mwa reli ya Lungalunga na Kibera. Hata hivyo, utata uliopo ni kuwa mradi huo umefanyika eneo bunge la Makadara. Kulingana na mbunge wa Makadara Benson Mutura, kulikuwa na watu waliolazimika kuhama kutoka eneo ambao mradi huo umesimama na wanastahili kushirikishwa na japo wafadhili wanasisitiza kuwa wote wamejumuishwa, kunayo hofu kuwa kuna watu wanaotumia ulaghai kujumuishwa ili hali hawakuwa kabla mradi huo kuanza. Alafu kesho tusikie mtu kutoka nyumba mia moja. Kweli. Nani nasema urongo? Mimi naomba namna hii ndugu zangu. Tafadhali. Tafadhali, hizi nyumba ni wale watu ambao serikali imesema wajisaidie kwa sababu nyumba nalipa elfu moja kwa mwaka jamani. Ile kwamba asubuhi hii ya leo watu wameamkia kwamba wanakuja kuhamia kwenye miradi watu kutoka Embakasi East. Mimi <laughs> nimekuwa kotini asubuhi pamoja moja na mweshimiwa tukisikiza ile kesi ambayo tuliakilisha amba mwaka elfu mbili na kumi na tatu na ajabu ya kwamba tangu mwaka huo hadi sasa Kenya Railways hawajaajibika katika kesi Leo, leo, leo Jaji Lenaola amewapatia siku saba kuweza kurudisha yale tunaouliza, kama ni haki kufurusha watu waliokuwa naishi hapa wakabomolewa kisha kujenga nyumba za fahari kama hizi na kuleta watu kutoka t. Hizo ndio maswali yetu kwenye koti.